Irani leo Jumatatu imesema kuwa imewaita mabalozi wake wote walio katika nchi za Umoja wa Ulaya kurudi katika nchi hiyo kama sehemu ya kupinga kuorodheshwa kwa kikosi cha jeshi lake la jeshi la walinzi wa Irani kama kundi la kigaidi. Hatua hiyo inakuja wakati ambapo Uturuki ikijaribu kuandaa mkutano kati ya mjumbe maalum wa Marekani, Steve Witkoff na maafisa wa Irani wakitaka kuanzisha mazungumzo ili kupunguza tishio la hatua za kijeshi za Marekani dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Maafisa wawili wa Uturuki wameeleza, jeshi la Marekani limehamisha meli za kivita za USS Abraham Lincoln na makombora kadhaa ya kuangamiza makombora ambayo yamehamishiwa hadi Mashariki ya Kati huku kukiwa bado na nchi zenye kambi zake za kijeshi. Lakini bado haijulikani kama rais wa Marekani Donald Trump ataamua kutumia nguvu, ingawa nchi za kikanda zimeshiriki katika kuandaa mazungumzo ya kidiplomasia katika juhudi za kusimamisha vita vipya vya Mashariki ya Kati ambavyo huenda vikazuka hivi karibuni. Baadhi ya wasaidizi wa Trump wanatafuta kutumia udhaifu wa Irani kupata makubaliano makubwa kutoka kwa serikali, lakini Trump ameweka masharti ya azimio la kidiplomasia ambalo Irani bado haliwezi kukubali. Hata hivyo, umoja wa Ulaya ulikubali kuliorozesha jeshi la Irani kama kundi la kigaidi wiki iliyopita kutokana na jukumu lake katika ukandamizaji na umwagaji damu dhidi ya maandamano ya kitaifa mnamo Januari ambayo yaliua maelfu na kushuhudia makumi kwa maelfu ya watu wakikamatwa katika nchi hiyo. Nchi zingine pia ikiwepo Marekani na Kanada hapo awali ziliorozesha jeshi hilo la walinzi wa Irani kama kundi la kigaidi, ingawa hatua hiyo kwa kiasi kikubwa ni ishara inayoongeza shinikizo la kiuchumi linaloibana Irani, na jeshi la Irani lina ushawishi mkubwa kabisa katika uchumi wa Irani. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Irani, Ismail Bagel, aliwaambia waandishi wa wa habari kwamba mabalozi walianza kuitwa jana Jumapili na mchakato huo uliingia hadi leo hii Jumatatu, Februari 2 mwaka 2026. Spika wa bunge la Iran alisema Jumapili kwamba Jamhuri ya Kiislamu sasa inaona wanajeshi wote wa umoja wa Ulaya kuwa makundi ya kigaidi, akitoa mfano wa ile sheria ya mwaka 2019 wakati ambapo Irani ilikuwa imeendelea kuwekewa vikwazo, ndipo ikaanza kuyatambua majeshi yote ya nchi nyingine za Mashariki ya Kati ambazo zinahusiana na NATO pamoja na Marekani na nchi nyingine za Ulaya kuwa ni makundi ya kigaidi kwake. Jeshi hilo lilianza mwaka 1979 kama kikosi kilichokusudiwa kulinda serikali inayosimamiwa na viongozi wa kidi wa kishia na baadaye kikawekwa katika katiba yake kabisa ili kutambuliwa. Kinafanya kazi sambamba na vikosi vya kawaida vya jeshi la nchi hiyo. Video ambazo zimetoka Irani kupitia vyombo vya satellite vya Starlink na njia zingine zinaonyesha wanaume ambao huenda ni wa vikosi vya Irani wakiwapiga risasi na kuwaua waandamanaji. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arachi na Witkoff walikutana mara nyingi mwaka jana katika mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani huko Roma na Oman, lakini hawakuwahi kukamilisha makubaliano hayo. Mnamo Juni 13 mwaka jana 2025, Israeli ilizindua mfululizo wa mashambulizi dhidi ya Irani ambayo yalisababisha vita vya takribani siku kumi na mbili kati ya nchi hizo na kusimamisha mazungumzo hayo ya Irani na Marekani. Hata hivyo Marekani wak wa vita nayo ilishambulia maeneo matatu ya nyuklia ya Irani kwa mabomu yakiwepo Isfam na Nantas. Bagaeli pia alikataa kutoa maelezo yoyote kuhusu uwezekano wa mazungumzo huko Uturuki, Ankara. Bagaeli pia alisema zoezi la walinzi katika mlango bahari wa Hormuz, mdomo mwembamba wa huba ya Uajemi ambapo sehemu ya tano ya mafuta yote hupitia katika eneo hilo, kuwa ilikuwa ikiendelea kulingana na ratiba yake ya kawaida. Iran ilizionya meli kadhaa wiki iliyopita kwamba zoezi hilo lingefanywa Jumapili na Jumatatu ikiwa sehemu ya kuweka ulinzi katika eneo hilo ambalo kuna tishio kubwa zaidi. Lakini kabla ya maoni ya Bagael haikuwa imekiri kwamba lingefanyika kamani. Kuu ya jeshi la Marekani ilitoa onyo kali kwa Irani kutozisombua meli zake za kivita na ndege au kuzuia meli za kibiashara zinazopita kwenye mlango huo bahari. Picha za satellite zilizopigwa Jumapili na Planet Labs pi Jumapili na Planet Labs pi picha za satellite zilizopigwa Jumapili na Planet Labs PBC na kuchanganuliwa na shirika la habari la The Associated Press yani AP, zilionyesha meli ndogo zikisafiri kwa kasi katika mlango bahari kati ya visiwa vya Keshim na Hengam vya Irani, umbali fulani kutoka kwa ukanda ambao meli za kibiashara zinapita. Wakati pia walinzi wa Irani wanategemea kundi la meli ndogo za mashambulizi ya haraka katika mlango huo bahari wa Hormuz. Na alipoulizwa kama Irani inaweza kukabiliana na vita, Bagaili aliwaambia umma kuwa msijali hata kidogo hata hivyo, alikataa alikata kutoa maoni kama Trump waliweka tarehe ya mwisho kwa Irani kujibu madai ya Marekani au vinginevyo. Wakati hao yote akiwa inaendelea jana Jumapili, ajabu lililotokea katika taifa la Irani ni kwamba wabunge wote walienda bungeni wakiwa wamevaa kijeshi au ni maajabu kama unavyoshuhudia kwenye hiyo picha. Lakini pia baada ya Marekani kuhamishia majeshi yake mashariki ya kati, nayo Irani ilitangaza kwamba itaanza luteka za kijeshi kwa siku kadhaa kama sehemu onyesho ya, ya nguvu zake kwa Marekani ikiwa Marekani itaamua kuingia kivita moja kwa moja au vinginevyo, lakini ni sehemu ya kuonyesha nguvu yake ya kijeshi. Hii ni Msasa Media. Msasa kisasa zaidi.